Mbunge wa jimbo wa Tabora Uyuwi, sasa baada ya Tabora Kaskazini. Kwanza, kwa kweli hii bajeti ya uchukuzi ni muhimu sana kwetu. Tuna kiwanja cha ndege pale, lakini wanajenga reli ya kati ile ya zamani MTR, lakini wanajenga pia reli hii ya mwendokasi ya SGR. Ni jambo zuri sana wana Tabora. Miaka mingi Tabora, ukisema unaenda Tabora maana yake usafiri ulikuwa ni reli tu barabara ilikuwa mara chache sana. Mimi na wafanyakazi wengi watumishi wa Tabora walikuwa na wafanyakazi reli. Leo hii SGR imeshatoka hapa Makutopora inaenda Tabora, lakini ya kutoka Tabora kwenda eh, kwenda Mwanza kupitia Shinyanga ipo, ya kwenda Kigoma ipo, ya kwenda Msongati ipo. Kwa hiyo leo bajeti kupita imechukua loti zote hizi ambazo tumezisema ili kuendeleza eh, kumalizia mradi wa reli ambao kwa kweli umeifanya Tanzania we, iwe peke yake katika Afrika Mashariki na Afrika nzima kuwa na reli ndefu ya kisasa kuliko nchi nyingine zote. Hii tunampongeza sana Mama Samia Suluhu Hassan katika mradi aliyobeba mdogo teketeke teke mchanga, ni reli na, na bwawa na Mwalimu Nyerere, leo amefikia miaka minne. Hii hali ya ujenzi wa miradi hii miwili, lile ziwa kule ile li bwawa ba, uh, limeisha na reli imefikia asilimia kubwa sana Tabora eh, Dar es Salaam Morogoro safi, Morogoro Dodoma safi, Tabora tunaenda kama ile iliyopita. Sisi tunamwona mama Samia kila siku, ametuwekea alama nyingi katika jimbo langu, hasa licha ya Tabora jimbo langu. Mama Samia tunamwona kila siku, tunamwona kama ni rais mwenye utu, upendo na ulezi. Sisi ametujengea hospitali ya wilaya, ametujengea makao makuu ya halmashauri, ametujengea ukumbi wa kisasa, ametujengea kituo cha VETA, ametujengea mabarabara, ametujengea shule za sekondari nane, ametujengea e, zahanati, ametujengea vituo vya afya. Amefanya mambo mengi ambayo anafanya tumeone kila siku. Mama huyu tunajivunia kuwepo kwake, urahisi wake, upendo wake. Mungu amjalie wa maisha mema.